ongeleni sana kwa hatua hii ya ujenzi ambao unaendelea hapa lakini, pia nimpongeze mheshimiwa mbunge wetu Daktari Damasi Ndumbalo kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kuhakikisha chama chetu cha mapinduzi kinapata ofisi ambayo ni ya heshima na ambayo inafanana na ukubwa wa chama chetu cha mapinduzi. Mimi nimekuwa ni mdau wa ujenzi wa ofisi mbalimbali za Chama cha Mapinduzi, kwa maana kwenye kata mbalimbali mbali, lakini pia hata kwenye wilaya hapa Mji Mwema nilishawahi kuwachangia kwa maana malipo ya nini, malipo ya ufundi. Lakini niendelee kutumia nafasi hii pia kuendelea kuwaunga mkono kwa sababu nimesikia taarifa hapa vifaa vyote vipo Mheshimiwa mbunge ameshafanya nini, ameshavileta, lakini mnapokwama ni fedha kwa ajili ya malipo ya mafundi. Basi kama kawaida yangu ambavyo nimekuwa nikiwashika mkono, na leo basi nitatoa kiasi cha milioni moja ili tuweze kusukuma, tuweze kusukuma ujenzi huu uweze kukamilika, basi na wana CCM waweze kufurahia na kupata huduma kutoka kwenye ofisi zao za chama cha mapinduzi. Na hii naomba nisitoe ahadi hii, nitoe hapa hapa Aaie, hatutaki kuchukiana wana CCM, kwa sababu tukimaliza uchaguzi wa kura za maoni, kuna kazi kubwa ya kwenda kuhakikisha tunaenda kukivusha chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu. Na silaha kubwa ya chama chetu cha mapinduzi tunapoenda kwenye uchaguzi ni umoja wetu, kwa sababu tunaamini umoja wetu ndio ushindi wetu. Umoja wetu ndio nini? Ndio ushindi wetu. Kwa hiyo hatutaki kuona chuki, hatutaki kuona tunafanya siasa za kuchukiana, siasa za kutupiana maneno mabaya kwa sababu tunaamini wana CCM wote ni ndugu. Wana CCM wote ni nini? Ni ndugu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.